Asante sana Madam Tabitha Kabora. Lakini pia ninamshukuru Mungu kwa ajili ya Pastor Jeremia kwa huduma ya nyimbo. Niwakaribishe nyote katika mwendelezo wa kipindi chetu tukiendelea kuangalia mada yetu inayosema Ijumaa ya kushangaza au Ijumaa isiyosahaulika au Ijumaa ya kukumbukwa, na leo tunakwenda kuangalia mtu wa tano ambaye naye alikutana na Yesu Kristo siku ya Ijumaa. Na jana tuliona wakati Yesu alipokufa pale msalabani, anakutana na mtu mwingine pale. Yule si mwingine, ni askari wa Kirumi, askari wa Kirumi. Leo mada ndogo ya leo tunaokwenda kuiangalia inasema kukumbuka ukiwa umechelewa, kukumbuka ukiwa umechelewa kukumbuka ukiwa umechelewa kitabu cha marko sura ya kumi na tano mstari wa arobaini na mbili hadi arobaini na sita hapo ndipo tutasoma leo marko kumi na tano mstari wa arobaini na mbili hadi arobaini na sita maandiko matakatifu yanasema hata ikiisha kuwa jioni kwa sababu ni mandario ndiyo siku iliyo kabla ya sabato akaenda yusufu mtu wa Arimathaya mstahiki, mtu wa baraza ya mashauri, naye mwenyewe anautazamia ufalme wa Mungu, akafanya ujasiri, akaingia mbele ya Pilato, akauomba mwili wake, mwili wake Yesu. Lakini Pilato akastaajabu kwamba amekwisha kufa, akamuita yule akida, akamuuliza kwamba amekufa kitambo. Hata alipokwisha kupata hakika ya kwa yule akida alimpa Yusufu yule maiti. Naye akanunua sanda ya kitani, akamtelemsha, akamfungia ile sanda, akamweka katika kaburi lililochongwa mwambani; akaviringisha jiwe mbele ya mlango wa kaburi. Hebu tuombe. Baba yetu na Mungu yetu wa mbinguni, kwa dakika hizi chache tafadhali zungumza nasi na Roho wako Mtakatifu anayejua kulifasiri neno lako. Huyo ndiye tunamhitaji asubuhi leo, akatuhudumie. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Kumbuka ukiwa umechelewa. Kuna mtu mwingine mahali hapa. Ile jioni ya Ijumaa, Yesu akiwa amekata roho, anajitokeza huyu. Si mwingine, ni Yusufu wa Arimathaya. Injili zote nne katika Biblia zinamtaja vizuri sana Yusufu wa Arimathaya. Injili ya, ma, ya Matayo sura ya ishirini na saba mstari wa hamsini na saba hadi sitini kuna kisa cha Yusufu wa Arimathaya. Marko kumi na tano arobaini na mbili hadi arobaini na sita kama nilivyosoma. Huyu na mtu, kwa kifupi, utambulisho wake uko hivi, maandiko yanasema, cha kwanza alikuwa ni mtu tajiri. Na Biblia ikikurecognize, ikikutambua kama tajiri, ni tajiri kweli, mtu ambaye alikuwa na mali nyingi alikuwa ni tajiri. Lakini namba mbili, yeye alikuwa anatokea katika mji ulioitwa Almathaya, ndio maana anaitwa Yusufu wa Almathaya, na mji huo ulikuwa ni mji wa Wayahudi, kwa hiyo hata yeye mwenyewe mahali hapo alikuwa ni Myahudi. Katika Luka sura 23 mstari wa hamsini na moja unaweza ukasoma hizo habari, lakini si hivyo tu. Namba tatu, alikuwa ni mwanabaraza, mwanachama wa baraza kuu la Wayahudi lililoitwa Sanhedrin. Eh, alikuwa ni mwanabaraza baraza, baraza kuu la Sanhedrini. Wale mnaosoma vizuri Biblia mtakumbuka kwamba Sanhedrini ndio baraza lililokaa kumhukumu Yesu Kristo. Kwa hiyo na yeye alikuwa miongoni mwa wanabaraza waliokaa kuvoti kifo cha Yesu Kristo. Lakini sikiliza, huyu Yusufu Almathaya hakuwa amekubaliana na uamuzi wa baraza hilo wale mliowahi kukaa mabaraza, yawe ni ya kanisa yawe ni mabaraza ya kiserikali, kura zinapokuwa zimeamuliwa na zikakuzidi, tunakubaliana na kura zilizovotiwa. Kwa hiyo Yusufu wa Almathaya hakukubaliana kabisa na kile ambacho baraza la Sanhedrin kilichoamuliwa li, kuhusu mauaji, kuhusu kumsulubisha Yesu. Na hiyo utaiangalia katika Luka sura ishirini na tatu mstari wa hamsini hadi wa hamsini na moja. Kwa hiyo hakukubaliana, alibaki anaumia moyoni, lakini akaogopa, angejitokeza hadharani kupinga na yeye angeuawa. Namba nne, huyu Yusufu wa Arimathaya alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu kabisa, lakini kwa sirisiri yaani alikuwa anamkubali Yesu alimfuata Yesu lakini kisirisiri, hakutaka kujitambulisha hadharani kama anamwamini Yesu Kristo. Ndiyo maana sasa, baada ya Yesu Kristo kufa pale msalabani, Yusufu Arimathaya anatokeza anatokeza, akifanyaje? Anakwenda kwa Pilato anauomba mwili wa Yesu na Pilato anamruhusu anakwenda anamchukua Yesu Kristo kutoka msalabani, anakwenda na uchukua ule mwili, anauzinga katika sanda mpya, na anamzika Yesu katika kaburi la kwake Yusufu Almathaya, kwa sababu alikuwa ni tajiri, alikuwa ameshajiandalia kaburi lake mwenyewe wameri chimba juu ya mwamba amelichonga kabisa vizuri, kwamba siku akifa atazikwa pale karibu na Yerusalemu. Lakini baada ya Yesu Kristo kufa, akaruhusu Yesu Kristo azikwe pale, kwa hiyo yeye akamzika katika kaburi lake. kwa hiyo kaburi hilo ndilo Yesu alimozikwa lilikuwa ni la Yusufu Alimathaya. Kwa hiyo Yusufu Walimathaya anatimiza unabii ulioandikwa katika Isaya hamsini na tatu na ule mstari wa tisa ambao unasema Yesu Kristo angezikwa pamoja na matajiri. Isaya hamsini na tatu mstari wa tisa. Kwa hiyo anazikwa pamoja na tajiri, kwa sababu kaburi la Yusufu Alimathaya tajiri, alafu ndimo Yesu Kristo anazikwa na anapozikwa haya mazishi yanafanywa na watu wawili Yusufu Arimathaya pamoja na Nikodemu. Kama unakumbuka Nikodemu na yeye ni miongoni mwa watu ambao walimwendea Yesu kwa asiri wakati akiwa hai. Sasa kwa historia hiyo fupi, natamani niishie mahali hapo, ni kupeleke katika kitabu cha tumaini la vizazi vyote, the of Ages, ukurasa sura ya themanini, ukurasa wa mia na tatu hadi 774. Sikiliza maneno haya, anasema hivi ni the Desire of Ages ukurasa wa mia saba sabini na tatu hadi mia saba sabini na nne Anasema Yusufu Arimathaya alikuwa mwanafunzi wa Yesu lakini kwa siri, kwa sababu aliogopa Wayahudi. Sasa wakati ambapo wanafunzi wa Yesu walikuwa me kimbia kwa woga, Yusufu alikuja kwa ujasiri mbele ya Pilato kuomba mwili wa Bwana wake. Ujasiri aliyoonyesha Yusufu kwa wakati huo wa giza ulikuwa ushuhuda wa imani ya kweli. Aliweka heshima ya Yesu, hayo maneno yazingatie, aliweka heshima ya Yesu juu ya hadhi yake mwenyewe. Kwa moyo wa upole alitumia mali yake mwenyewe kumzika Mwokozi katika kaburi jipya lililokuwa lake mwenyewe. Mungu aliheshimu upendo na imani ya Yusufu kwa kumcha, kwa kumchagua awe chombo cha kutimiza unabii kwamba Yesu angezikwa pamoja na matajiri. O Yusufu anatimiza huo unabii, lakini ukipata muda utasoma pia kitabu kile kinaitwa Spirit of Prophecy, Roho ya Unabii, volume tatu, volume ya tatu, kurasa mia mbili na mbili hadi mia mbili na tatu inaeleza kisa hicho. Sasa sikiliza kwa dakika chache hizi zilizobaki, nina mambo kadhaa ambayo nataka nikupitishe kwayo, baada ya kukupa hiyo historia ya ya, ya, ya, ya, ya, ya Yusufu wa Almathaya, ni, ku, ni kupitishe sasa katika mambo makubwa matano, nayosoma kwa haraka kwako, tujifunze nini kutoka katika kisa hiki, maana tukiishia tu kusoma hiyo historia, hakuna kitu tutakuwa tumefaidi. Tujifunze nini? Jambo la kwanza ambalo naomba mimi na wewe tujifunze kutoka katika kisa cha Yusufu wa Almathaya, sikiliza. Jambo la kwanza, si salama sana kusubiri mtu akifa ndipo tutoe huduma zetu na kutumia gharama nyingi, si salama sana na mimi naomba usininuku vibaya. Kwa kweli sikatai wala sipingi kile alichokifanya Yusufu Alimathaya, wala sisemi ni kibaya, alifanya vizuri na mbinguni ataingia. Lakini sikiliza, kuingia mbinguni tofautisha na huduma za kijamii mahali hapa duniani. Yusufu Alimathaya anafanya kosa hili ambalo naomba hata wewe kama hutakuwa na biasness kama hutakuwa na upendeleo ulitazame ili kosa, anasubiria Yesu anakufa ndipo Yusufu alimathaya anatumia mali zake nyingi gharama kubwa kwenda kuuzika mwili wa Yesu Kristo. Lakini kumbuka wakati Yesu alipokuwa wa akiwa hai a, alikuwa akisema mwana wa Adamu hana hata mahali pa kuficha kichwa. Ni mara kadhaa amelala nje, ni mara kadhaa amekosa chakula, ni mara kadhaa amekosa huduma, na Yusufu alimathaya tajiri yuko mahali pale, hakuwahi kujitolea na kumwambia mwana wa Mungu sikiliza, fedha hii hapa itakusaidia na mitume wako. Yusufu alijificha, baada ya Yesu Kristo kufariki, ndipo Yusufu Alimathaya anabeba gharama kubwa mamilioni kwenda kumzika Yesu Kristo. Na hiyo roho ya Yusufu Alimathaya inatembea mpaka leo miongoni mwa watu. Ninyi wenyewe ni mashahidi, ni mara ngapi watu wanaugua miezi mingi wako hospitali na hakuna anayejitokeza kupeleka fedha, na anapokata roho, ndipo utasikia mtu anakuambia mchere wote wa msiba muniachie, ng'ombe wa msibani muniachie, sijui vyombo vya mziki muniachie. Hiyo ni dhihaka, hiyo ni kukufuru, hiyo tunaita ni kusimanga. Hakuna huduma nzuri kama kumhudumia mtu akiwa hai na kutia moyo. Asubuhi ya leo, kama kuna mtu anahitaji huduma yako, nenda kaifanye. Tuna wazazi wetu tumewaacha kule vijijini, wanaishi kwenye nyumba za ajabu zinazotaka kubomoka, na sisi tuko mijini Dar es Salaam, Dodoma, na Nairobi Mbeya na kadhalika, tunakula maisha, wazazi wako pale wanaangaika, lakini siku watakapolala mauti, eti ndipo tunatokeza na magari yetu kwenda kuwazika. Hiyo ni dhihaka. Yusufu Alimathaya amefanya jambo jema kumzika Yesu Kristo, lakini kwa kuchelewa, alipaswa ku hizo mali zake Yesu Kristo akiwa hai. Na haya sio maneno yangu, ni kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya tano mstari wa nane anasema "Lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake hasa wale wa nyumbani mwake, ameikana imani, tena ni mbaya kuliko asiyeamini, kuliko asiyeamini." <laughs> Juzi nilihudhuria msiba mmoja huko ninakofanyia kazi, mama mmoja amefariki mama ambaye ina, inasemekana ameuawa kwa ugonjwa ambao, kama kwa kweli, angekimbizana kwa neema ya Mungu angepona. Mwanamume amemwacha na, na ugonjwa wake, wanamshauri huyu, peleka Muhimbili atapona. Hapana, huyu ngoja tu apambane, hali ya kiuchumi ni ngumu. Lakini mama alipokufa mwanamume anatokeza, anakodi mahema ya gharama, analeta mziki wa gharama na, na marafiki zake wanakuja. Ng'ombe sita walichinjwa kwenye ule msiba. Sema, hii ni dhihaka. Tunao wenzi wetu wanaangaika, lakini hatuwezi kuwatibu kwa sasa, hatuwezi kuwahudumia. Nataka nikutie moyo mwanaume unayesikiliza, kama kuna wakati wa, wa mke wako kula fedha yako, ni wakati ukiwa hai. Acha kujifanya unalia akisha kufa alafu nasema kwa kweli pengo lake alitazibika na mwenzi wako fedha akingali yuko hai, kula naye usisubirie. Kuchinja ng'ombe wakati wa misiba unatuchinjia sisi waliaji, sio yeye. Ewao, usimvalishe suti mme wako akiwa amekufa, mvalishe akiwa hai. Namba mbili, sikiliza hata kama hataisha yote kwa sababu ya muda. Jambo la pili ambalo nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, usiweke matumaini kwa wanadamu, wanadamu wana tabia ya kutoweka wakati wa shida. Nataka nikutie moyo wewe uliyeweka matumaini kwa wanadamu, Yesu Kristo alikaa na wanafunzi wake, hicho kisa mnakijua vizuri, walishuhudia matendo makubwa aliyoyafanya. Ni wale wale ambao aliwaokoa katika bahari ya Galilaya, walipotaka kuzama. Ni wale wale ambao waliwalisha kwa mikate mitano, samaki wawili. Ni wale wale ambao waliwafanyia miujiza ya kufufua na kuponya. Lakini Yesu anapofika muda wa kufa msalabani, wanamkimbia wote, anabaki peke yake na wezi wawili juu ya msalaba. Hata wale waliokuwa wamemwahidi, nitakuwa pamoja nawe, hakuna atakaye kugusa, kina Petro walikimbia, na hata Yohana yule mwanafunzi aliyependwa aliyekuwa kifuani mwa Yesu naye alikimbia. Rafiki yangu, acha kusema nina, nina mjomba atanitetea, acha kusema nina, nina bamudogo yuko kule ofisini atanitetea. Wanadamu wana tabia ya kukimbia wakati wa shida. Amini mimi, siyo nabii wala sio mwana wa nabii. Watakuzimia simu wakati utakapowahitaji, watakuwekea watakublock, wataiweka bize wakati utakapowahitaji. Tumeyaona yametukuta, tumeyashuhudia. Wanadamu wana tabia ya kutoweka wakati wa shida. Weka tumaini kwa Yesu, acha kutumaini mwanadamu. Mwanadamu si wa kutumaini. Yesu Kristo anaachwa juu ya msalaba na mwanadamu anatoweka na kimbia, wale yaliyowahi kuwakuta, mnanielewa vizuri. Ndipo Isaya 49 mstari wa 15 anasema Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata simhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, huyu anaweza kusahau, lakini mimi, sikiliza Mungu anavyosema, lakini mimi sita sitakusahau kamwe. Mungu aweze kukusahau? Acha kujivunia na kusema nina mtu hapa. Hapana, watu wao wanatoweka, ondoa matumaini kwa mwanadamu. Jambo la tatu ambalo naomba nikukumbushe katika masaa haya Mungu atusaidie tuachane na ibada za kinafiki. Unasema pastor, unamaanisha nini hilo? Ni jambo la tatu. Waumini wengi tulioko makanisani, si wa Adventista, si wa Pentekoste, si wa Katoliki na, na, na, na, na madhehebu yote unayoyajua tumekuwa na ibada za kinafiki, na hizi ibada za kinafiki zinadhihirika katika msiba wa Yesu Kristo. Sikiliza, wanafunzi wa Yesu walimsikia Yesu akisema mimi ndimi Bwana wa Sabato, walimsikia Yesu akisema yeye ndiye wa kuabudiwa, na anasema saa inakuja ambayo hamtaabudu wala katika mlima. Lakini Yesu wanamwacha msalabani, wanakimbia hekaluni kwenda kufungua sabato ijumaa jioni. Wanamwacha Yesu Kristo juu ya msalaba, wanakwenda kufungua sabato. Nataka nikuulize wewe mwenyewe unayenisikiliza, walikwenda kumwabudu nani na mwenye sabato wamemwacha juu ya msalaba? Hizo ndizo ibada za kinafiki zinazoendelea leo, ambazo utakutana na mwanamume amebebelea resoni ya robo mbili na sria kubwa anawahi walimu kwa walimu na wakati huo akiacha huku mwenzi wake wametukanana, ambapo unaweza ukakuta mwimbaji anawahi kwenda shule sure sabato, na anaacha mwenzi wake wamegombana. Unakimbiaje ibadani na unaacha mtu yuko msalabani? Yesu Kristo yuko juu ya msalaba, Bwana wa sabato yuko juu ya msalaba. Wasabato, wa, wasabato wa, wa, wa, wa, ma-conservative, watu ambao ni wanafiki wanakimbia hekaluni kwenda kuabudu na Bwana wa sabato yuko juu ya msalaba. Sikiliza, nikukumbushe kitu, kabla haujakimbia kanisani, fikiri ni nani umeacha, umemtundika juu ya msalaba. Familia moja waliacha wamepigana, tena mwanaume amepiga kabisa mke wake, wewe tu ndiye shetani, unanichelewesha mimi kwenda ibadani. Akakimbia kwenda kwa walimu, kwa walimu mkuu wa shule, sabato. Huyu anakimbia walimu, kwa walimu kuwaye, ameacha amepiga mwezi wake unaacha mesurubisha mtu juu ya msalaba. Alafu nakimbia. Niliwahi kupanga nyumba moja jirani na mama mmoja conservative wa ibada fulani, mama ambaye nilimshangaa, ikabidi niingilie kati. Sio wa kanisa ninaloabudu na hilo kanisa ninalihifadhi. Huyu mwanamke alikuwa tayari kukimbia kwenye ibada ya maombi, akiacha mke wake hana chakula. No, no, mme wake ana chakula, anakimbia kwenda kufua nguo za mchungaji, anaacha mme wake nguo hazijafuriwa Kumi, na unaacha nyumba yako inahangaika inakufa kwa utapiamlo haina chakula, halafu nataka wakusome eti kwenye ujenzi wa kanisa ili nitoa milioni tano. Ni ibada za kinafiki, hauwezi kujenga hekalu ambalo Yesu hayumo. Yesu hayumo, eti mimi nimegawa box vitabu kumi, nyumba yako inaishije? tunawapiga mkwara. Unajua, mama White alisema hivi vyakula, sikiliza, sio hivi vyakula. Hawajaamua matengenezo, wapeleke bucha, wapeleke waletee vyakula wale, usilazimishe matengenezo. Tunajua hivi vyakula vya kutafuna tafuna ndivyo roho ya y unabii. Sikiliza, sio ndivyo roho ya unabii. Wameongoka kufikia hapo. Aacha habari ya ibada ya kinafiki kwenda kumwabudu Yesu ambaye umemwacha umemtundika juu ya msalaba. Ninakutia moyo asubuhi ya leo, wako watu tunakwenda kanisani na tunawacho tumetukanana na watu, tunakwenda kanisani na tunaacho tumechukia watu, ni kwenda hekaluni, huku Yesu Kristo umemtundika juu ya msalaba. Mungu atusaidie. Haya ni matatu kati ya matano na haya mengine kesho, waenda tutamalizia, na tukimalizia na mtu wa sita, Mungu atusaidie sana, tujue kwamba ibada ya kweli ni kwenda mahali Yesu alipo, na Yesu alikuwa msalabani, wangeabudu pale pale msalabani. Sio ukimbia hekaluni na wanamwacha Bwana wa sabata akiwa juu ya msalaba. Mungu atusaidie tusikumbuke tukawa tumechelewa. Dini hii ni dini ya kinafiki. Mungu akusaidie sana na badiliko linahitajika. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tusaidie sana, kwa sababu kuna wakati tumekwenda kukuabudu wewe na tuki acha msalabani. Tumekwenda kwenye hekalu ambalo halina wewe. Tumekuwa na utoaji ambao wewe haumo. Tumekuwa na uimbaji ambao wewe haumo. Tumekuwa na uhubiri ambao, ambao wewe haumo. Tunaacha tumekutundika msalabani na tunakimbizana kwenda kufanya ibada. Tusaidie kabla hatujafanya ibada. Tufikirie, je, wewe uko katika hiyo ibada? Uko hekaluni? Na kama haupo, tukufate mahali ulipo. Tusiwe na ibada za kinafiki kama za wanafunzi walioenda kufungua sabato wakikuacha juu ya msalaba. Mungu wetu, tubariki sasa katika jina la Yesu